Ye ndugu zangu, kitabu hiki ni utekelezaji wa ilani ya chama cha Mapinduzi ambayo tuliwasilisha ilani iliyotekelezwa ya mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini na tano yote yapo hapa, sisiemu oye. ya yayomo ndani, tukianza na hapa Nole tukianza na barabara, katika haya yote haya, nasema ninaomba tuwashukuru, watu wangapi? Watatu. Tuwashukuru watu wangapi? wa kwanza mama wasiteoma watatu, Erasom siiemu oye. Wanasema mafiga ni mangapi? yo hata siku hiyo kumbuka, mafiga mangapi? Semeni siseme, ili watu kisahau maviga matatu. Hey! ni sawa na Simba walioshinda magoli matatu. si ukisahau wewe, ukisahau kumbuka maviga matatu ya magoli matatu, kila yote yeah! yanatoka sehemu moja au sehemu mbili, no, yeah! Haya, Yanga nao hawajatuangusha, nafasi wanayo <laughs> meza nii a eye kutegeleza hii barabara eouea kilometa kumi na tano kuanzia Ihalula hapa Nole kwenda kule chini kuunganisha na Mugenge, kweli sio kweli? Tumelima barabara kwa mara ya kwanza, inatoka Nole kwenda Kisilo kilometa nne, kweli sio kweli? Poa au sio poa? Poa. Haya, kilikuwepo kile chenu kikubwa. Kile chenu kikubwa ilikuwa barabara ya barabara ya Nole kwenda Kagara elimjalima karaja ajengwa, ajengwa kwa aajuma wake. Miradi hii ya ujenzi wa barabara ni zaidi ya milioni mia nane zimetumika. Hizo milioni mia nane zimetoka kwa Mheshimiwa Rais zimetoka serikalini, mbunge wetu alipambana, zimeweza kuja na juwa ni wenu, nikapambana ili kuhakikisha wananore na nyinyi kwenye ufalme wa Mungu hapo viti jamani, kweli au sawa? Sawasawa, tukija kwenye elimu, ndugu zangu awali kulikuwa na mpango wa madarasa sita kuja hapa, kweli sio kweli? Lakini fedha zilikuja chache, yakafanyika marekebisho. Lakini kwa sasa hivi naamini wote tunashuhudia kwamba tayari kuna msingi wa madarasa mawili ameshaanza kujenga, kweli sio kweli? Madarasa mawili ameshaanza kujengwa kwa fedha za ndani ya halmashauri CCM, oye! Lakini pamoja na hayo tuliona kuna jukumu muhimu sana na kuhakikisha watoto wetu wa darasa la awali yale madarasa yanakamilika. Madarasa yale yamekamilika hayajakamilika? Jamani, nisikie kwa uhai, yamekamilika hayajakamilika? madawati mapya yapo hayapo? Lakini niwapongeze sana wananchi wa Nole, niwapongeze sana kwa nguvu zenu ijengo la darasa la awali limeanza kwa nguvu zenu, serikali kuja kusaidia, lakini wapongeze kwa dhati kwa niaba ya wenzangu, Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa Rais. Kwa nguvu zenu mmeweza kujenga vyoo bora vya kisasa kwa ajili ya wanafunzi, kweli sio kweli? Haya, jipieni makofi najigiregea. Ndio, hoye hamasa, hoye ukiona watu wanajenga loka Ujue, kweli wananyea ya maendeleo kweli sio kweli? Tukienda katika swala la afya, kweli na anatetu Oops… madawa, vifaa tiba na vitendanishi, si mnaelewa vizuri madawa vifaa tiba, asia vifaa tiba, kuna mikasi, kuna pamba, kuna nyea nitendanishi wao mnaona, kuna vitu wanavyochanganya wanataka kufanya labda au vipimo, si ni zaidi ya milioni kumi ambayo imekuja pamoja zahanati yetu kwa ajili ya kuboresha huduma ya afya. Hapo vipi jamani, hapo vipi? Lakini pamoja na hayo, kwa juhudi na ushirikiano amesema jumbe moja chini ya kampeni aa, anasema ajia nipegeshee kwamba katika hii miaka mitano tumehakikisha maji anakuja huku Nole, lakini kwa huku Nole ya harura, lakini mambo mengine ameshasema pegeshele, juhudi binafsi za diwani wenu kutoa fedha ya familia kuhakikisha maji anakuja hiharura, kweli sio kweli? lakini engine amma wapendeshee kuhusu fedha manake mlikopeshwa sasa, maake kikopeshwa natakiwa fanya nini? Unatakiwa ufanya nini? mali yapo hayapo? Ndugu zangu, niwapongeze. Jambo jingine ambalo tumefanya ni usafi kwa mazingira, ndio vyogola kila nyumba kwene huduma za kijamii. Sasa hivi tunavyo tunavyogola kata ya Utalingolo bila uchafu hata utanigorovya uchafuza uchafu, inawezekana? Inawezekana iwezekani? Ukiangalia wote mliotoka mjini, yaani hapo ukiangalia, nadhani mkiangalia hata sula, mkaona hawa watu kama wa mjini, kwa sababu sasa hivi wanaoga wananawa vyao ni bora. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Jambo lingine ambalo limetekelezwa katika kipindi cha miaka mitano ambapo tunasema wenzetu hapa tumefanikisha ujenzi wa josho la kisasa. Kweli sio kweli? Kwe. Sekondari yetu imekuwa ni sekondari ya vipaji maalum. Sekondari yetu imekuwa ikitumishinisha nchi nzima kwamba kuna shule inayofanya vizuri iko halmashauri ya mji wa Njombe. Watu wakifika na shule ya mji wa Njombe wanasema shule hii inayofanya vizuri iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? K ndani ya kata ya Utalingolo. Sisiemu hoye! Ndugu zangu, ile shule itakiwa iende mahali pengine, lakini matokeo yake kwa sababu mna iwali mpabanaji, kama ni mbwa naye mtuma, mnatuma mbwa anayejua kuwinda, mbwa anajua kuwinda, aju kuwinda sasa ile sekondari itakiwa ende mahali kwingine, lakini ikaja kata ya heshima inakuwa ya kata ya, ya, kata ya? Sasa kwa sababu tuna shule ya vipaji maalum, kinachokuja sasa tutapata shule ya ngapi? Ya pili. Shule mbili katika kata moja, ni mafanikio, sio mafanikio? Sisi moye, maendeleo yanahitaji utulivu, maendeleo yanahitaji uvumilivu tunaposema haya isiwe kwamba baada ya mwezi mmoja tayari yatafanikiwa. Hapana, tunasubiria katika utaratibu ulivyo, tutafanikiwa. Sisiemu hoye. Lakini ndugu zangu, mimi niseme kwenye ile shule yetu ya sekondari, mambo mengi yanafanyika pale. Ile shule tulikuwa tunaanza ilikuwa na madarasa manne, lakini leo shule hii ina madarasa kumi na tano. Wakati tunaanza ilikuwa na maabara moja, leo ile shule ina maabara tatu. Wakati tunaanza ilikuwa na bweni moja, leo ina mabweni matatu. Wakati tunaanza shule ilikuwa na nyumba moja ya mwalimu, leo kuna nyumba mbili. Wakati tunaanza shule kwa haina gwalo leo gwalo linajenga sisiemuwat na watu mna watu hamna watu. Ndugu zangu, katika shule zote za sekondari za halmashauri ya mji wa Njombe ni shule pekee ya utalingolo ambayo barabara yake kutoka kwenye mendo kwenye barabara kuu kuingia kwenye shule barabara imetengenezwa kwa kiwango cha kifuzi, ni shule pekee hapo. <tie> Lakini eneo lile tuliweza kuchepusha hata barabara ambayo ilikuwa inapita katikati ya shule, lakini tutachepusha wananchi waweze kupita eneo lingine. Kwa hiyo haya ni mafanikio yanayosimamiwa na Chama cha Mapinduzi. Hoye! Tumehamasishana lishe bora. Lishe ya mwanao mafanikio yake, lishe ya mwanao, lishe ya mwanao, kujaza tumbo silishe. Jali unachomlisha, kujaza tumbo silishe. Tumehamasishana, tunapeana elimu kuwa na lishe bora ili tuwe na watoto walio makini, wenye akili nzuri na wenye afya njema. Kutokana na hilo pale sekondari unaanzisha mradi wa ufugaji wa ng'ombe. Kwa hiyo sasa hivi kuna ng'ombe wawili wa maziwa, piga makofi na vigelegele, piga makofi na vigelegele. Katika kitada cha Mheshimiwa Rais kwamba kila mkoa lazima uwe na chuo kikuu, uwe na tawi la chuo kuu, Mheshimiwa bunge kwa kushirikiana na madiwani wengine wote ambayo tulikuwa madarakani wa jimbo la Njombe mjini kwa maana halmashauri ya Njombe tuliweza kufanikisha mpaka tunapata ujenzi wa chuo kikuu tawi la Yudo. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Sasa niseme nisiseme? Sasa hilo tawi ofisi kuu inajengwa pale Njombe, jirani na sekondari, lakini eneo na <coughs> la mazoezi kivitendo imetengwa wapi? imetengwa wapi? lipo wapi? lipo wapi? Mageme yako kijiji gani? kata ya sieoye ikeli makozi ya migeregele. Ndugu zangu, wana Nole, ukiona mambo yanaonekana, ukiona mambo yanafanikiwa, sio ile mambo, kuna watu wanafanya kazi. Wewe sio kweli Kweli, sio kweli? Tukija pale kwenye kituo cha afya, amtasema waliotangulia ambulance imekuja pale, kweli sio kweli? Wengine wajama mingine watakuja kusema hapa na watasema maeneo mengine, wanasema kuleta ambulance ni mpango wa serikali, kuleta ambulance ni mpango wa serikali. Hivi kwani vituo vya afya kipo iharura tu Haya, vituo vingine kuna ambulance. Kwa hiyo kuna watu wanaofanya jitihada mpaka ambulance hiyo inakuja, piga makofi na vigelegele la yeah. Lakini pamoja yeah. na yeah. la haya yeah. wamezungumzia wenzangu wanaotangulia kuna X-ray mashine mpya pale, kama mtakumbuka yeah. wengi wa huru ulikuja pale kituo cha afya, kweli sio kweli. Lakini kuja pale sisi tulikuwa tunajua X-ray machine iliyoko pale ina changamoto. Kwa hiyo mwenge ulivyokuja pale, manadi yo alimkimiza mwenge akaagiza ni lazima ipatikane X-ray machine mpya nyingine. hapo vitu jamani, X-ray machine imekuja, haijaja. sasa wewe ukiona kuna watu wanasababisha mwenge ufike mahali, ujue mbele kuna mafanikio sisiemu lakini katika okay, kituo chetu cha afya kuna mashine ya huduma ya kinywa na meno ya kisasa kabisa, ambayo sasa tunasubiri wataalamu waje, ambapo na hapo kuna uelewa wengine, ilo unakuta unajiona kwenye skrini kule mpaka ndani ya jino lako unajiona kwenye skrini hapo. Vipi jamani, hayo <coughs> ni madogo makubwa. <coughs> Jamani, hayo ni madogo makubwa. <coughs> oleoye

Haya, okay, uh, uh, na weewako mwenye mzula umefunika una changamoto na mimi kayo. Tuombe sasa, tutakapopewa ni litaa kwa kata yetu ya Utalingolo, mambo mengi yatafanyika, kwakati tulivyoanza kufanya kwenye sekta ya elimu, sekta ya mifugo, kilimo, pamoja na miundombinu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa barabara lakini kipaumbele na pamoja anza nacho niombe viongozi wa serikali ya kijiji nafikiri mko hapa. Kipaumbele cha kwanza tutakacho anza nacho ni uendelezaji wa, yeah. ue wa ujenzi wa ofisi ya kata CCM, oye -E. yeah. Sasa ndugu zangu, tunakuja hapa kwa heshima kubwa kabisa ili tuombe ridhaa, ili tuombe kula. Nimesema nyinyi nimesema na nimeuliza mtatupa nini? Nimesema mtatupa kula. yeah. kulasu

Sasa kwa heshima na taadhima kuna michezo kadhaa iko hapa. Ndio. Waonyeshe wasionyeshe